Sheria saba za watu maarufu waliofanikiwa. Ukweli ambao watu wengi hawapendi kuusikia ni huu. Hakuna mtu anayefanikiwa kwa bahati. Hakuna anayefika juu kwa miujiza. Mafanikio ni matokeo ya kufuata kanuni fulani ambazo zimekuwa zikijirudia kwa karibu kila mtu aliyewahi kufanikiwa kweli. Tofauti ya mtu wa kawaida na mtu aliyefanikiwa siyo akili, siyo bahati ni nidhamu ya kufuata sheria fulani hata zikiwa ngumu. Hizi hapa ni sheria saba zinazounganisha karibu watu wote waliofanikiwa duniani. Kabla hatujaendelea, hakikisha unasubscribe kwenye channel yetu ya GR Hamasa Wisdom, ili tuendelee kujifunza zaidi. Moja, wanafikiri kwa muda mrefu, sio kwa leo tu. Watu waliofanikiwa hawafanyi maamuzi kwa tamaa ya haraka. Hawamlizi nitanufaika leo, wanauliza hii itanijenga wapi baada ya miaka mitano au kumi. Warren Buffett alisema someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. Maana yake kwa Kiswahili, mtu anayefurahia kivuli leo ni kwa sababu kuna mtu alipanda mti zamani changamoto aliyopitia Warren Buffett, alionekana mjinga kwa miaka mingi. Watu walimcheka kwa kuwekeza pesa, lakini asiishi maisha ya kifahari. Alivumilia dharau mpaka dunia ikagundua. Subira yake ndiyo iliyomfanya kuwa bilionera mkubwa. Mbili, wanajifunza kabla hawajapata pesa. Watu wengi wanataka pesa kwanza, halafu wajifunze baadaye waliofanikiwa walijifunza kwanza ndipo pesa ikawafuata. Bill Gates alisema it's fine to to celebrate success but it is more important to heed the lessons of failure. Maana yake ni sawa kusherehekea mafanikio, lakini ni muhimu zaidi kujifunza kutokana na kushindwa. Changamoto aliyopitia Bill Gates, aliacha chuo kikuu Wengi waliona ameangamiza maisha yake, lakini alitumia muda wake kujifunza teknolojia kwa kina, wakati wengine wakitafuta raha. Maarifa yakawa silaha yake. Tatu, hawapotezi muda kuwafurahisha watu. Waliofanikiwa wanajua jambo moja, huwezi kufuata ndoto zako na bado kila mtu akufurahie. Elon Musk alisema, if something is important enough You should try even if the probable outcome is failure. Maana yake kama jambo ni muhimu kweli jaribu, hata kama kuna uwezekano wa kushindwa. Changamoto aliyopitia: Elon Musk alifilisika karibu mara kadhaa, alidharauliwa, alichekwa hadharani, aliambiwa ndoto zake ni wazimu, lakini hakubadilisha njia ili yapendwe, alibadilisha dunia. Ne. Wanachagua nidhamu kuliko hisia. Motisha huja na kuondoka, nidhamu hubaki. Waliofanikiwa hufanya kinachotakiwa hata siku ambazo hawajisikii. Cristiano Ronaldo alisema talent without hard work is nothing, maana yake kipaji bila kufanya kazi kwa bidii hakina maana. Changamoto aliyopitia, alitoka kwenye familia maskini sana alikosa raha za utoto. Alijitenga, akafanya mazoezi kuliko wote wakati wengine wakicheza. Nidhamu ikamfanya kuwa historia. Tano, wanakubali kushindwa kama sehemu ya safari. Waliofanikiwa hawakuogopa kuanguka, walijifunza kusimama tena haraka. Thomas Edison alisema I have not failed, I've just found many ways that won't work maana yake sijashindwa, nimegundua tu njia nyingi zisizofanya kazi. Changamoto aliyopitia, alifelisha majaribio zaidi ya mara elfu moja. Watu walimuita mpumbavu, lakini kila kushindwa kulimkaribisha zaidi kwenye ushindi. Sita, wanachagua watu wanaowainua, sio wanaowafariji huwezi kuruka juu ukiwa umezungukwa na watu wanaoona ndoto zako kama mzigo. Oprah Winfrey alisema, Surround yourself with people who are going to lift you higher. Maana yake jizungushe na watu watakaokuinua juu, sio kukuvuta chini. Changamoto aliyopitia, alitoka kwenye manyanyaso, umaskini na dharau. Alikataliwa mara nyingi lakini alibadilisha mazingira akachagua watu sahihi ndipo maisha yakabadilika. Saba, hawajioni kama waathirika, wanajiona kama wajibu. Jim Rohn alisema, "If you don't like how things are, change it. You're not a tree." Maana yake kama hupendi hali yako ibadilishe. Wewe sio mti uliopandwa hapo. Changamoto aliyopitia: Jim Rohn alianza maisha ya kawaida kabisa hakuna mtu aliyempa njia, lakini aliamua kuchukua jukumu la maisha yake na kuwa mwalimu wa mafanikio duniani. Na sasa, sehemu muhimu zaidi: sheria hizi saba hazihitaji bahati, hazihitaji miujiza, zinahitaji uamuzi mmoja, kuamua kuwa tofauti. Ukianza kuishi kwa sheria hizi, huenda watu wakakucheka leo, lakini kesho watakuuliza ulifanyaje? Swali la mwisho: ni sheria gani unajua kabisa umeikwepa, lakini leo utaanza kuishi nayo?